Tumefika hapa kama nchi, wanavyosema vijana, jambo kubwa, watu kutekwa, watu kupotea na watu kuuawa, miili yao isipatikane. Yaani, kwa mfano, unakuta mtu anakwenda polisi, maelezo anayeyatoa, alafu baadaye ndugu zake wanakwenda polisi, wanamwambia kwamba huyu mtu hajawahi kufika, wakati jana yake wameleta chakula, akikapokelewa akala. Kwa hiyo sasa, hili serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba watu hawataendelea kutekwa, watu hawataendelea kupotea? Kwa hiyo sasa tunabadilishaje hii sura, ili kuhakikisha jeshi la polisi na kama wapo watu wanaoteka wakashughulikiwa. Waka la pili, uchaguzi hii ni sehemu ambayo imeleta machafuko makubwa sana Chadema, kwa sababu hii ni nchi ya Watanzania, umesema ni nchi yetu yote. Walikuwa wanasema no reforms no elections, lakini kwa upande wa pili pia inasemekana hata baadhi ya, ya reforms zilizofanyika hawajawahi kuzikiri sehemu yoyote. Kwa mfano, wakurugenzi kusimamia uchaguzi, mgombea binafsi, mgombea kuunda tume huru ya taifa ya uchaguzi, kuunda sheria mpya ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani. Sasa kama serikali, ni kweli hamjawahi kufanya reforms na ndio maana hawashiriki chaguzi hilo hilo, unaweza ukatusaidia. Kuna debate inayozunguka sana kwamba katika maandamano si, umesema sio maandamano. Kwa kweli, ukiangalia uharibifu uliofanyika, maana maandamano unakuwa na bango lako, unafisha ujumbe sehemu, unapokelewa. Sasa haya maandamano ambayo vituo 600 plus vinachomwa, magari, pikipiki yamebadilika jina na position ya kutoka kwenye maandamano pengine kwenda kwenye kitu kingine ambacho sijakifahamu, lakini kuna debate kwamba ni watu wangapi wamefariki. Maana Aljazira wanatuambia 700, unakwenda, kuna taasisi nyingine zinasema watu elfu kumi wengine wanasema kumi. Kwa hiyo sasa, ili tuwe kwenye perspective, iwapo kuna takwimu za watu wangapi waliouawa au waliokufa?